Tumekuwa na mafunzo ya ufugaji kuku hapa chuoni kwa muda wa siku nne. Mafunzo haya ni sehemu yetu ya utaratibu wetu wa kawaida wa chuo chetu wa kufanya mafunzo ya namna hiyo, na huwa tunafanya angalau mara mbili kwa mwaka, tunaweza tukazidi, lakini angalau mara mbili kwa mwaka e, mafunzo hayo si ya kuku tu, huwa tunatoa pia mafunzo ya ufugaji wa samaki, ufugaji wa nguruwe na mifugo mingine, lakini pia kilimo cha mbogamboga, matunda usindikaji wa matunda kwa ajili ya kupata mvinyo na kadhalika. Lengo kubwa la mafunzo haya yaliyofanyika kwa kipindi hiki ni, ku, ni kuboresha tija katika ufugaji wa kuku. Watu waachane na ufugaji wa kimazoea, wafuge kwa kutumia mbinu bora, mbinu za kitaalamu. Kwa kushirikiana na idara ya sayansi ya wanyama pamoja na taasisi ya ICAD, African Institute for Capacity Development tumeweza kuandaa haya mafunzo. Tumekuwa na wataalamu kutoka idara ile ya sayansi ya wanyama, timu ya wataalamu wanne wakiongozwa na Profesa Lekule na Bwana William Hoza na wengine wakiwa ni Dokta Juma. Kwa ufupi ni kwamba tumekuwa na washiriki eh, wapatao ishirini na tatu kutoka mikoa sita ya nchi yetu ya Tanzania, ambapo kumi na wawili walikuwa wanawake na wengine walikuwa wanaume na wamejifunza mada mbalimbali kuanzia kupokea vifaranga wa, wa siku moja na hata kabla ya hapo kuandaa kwanza mabanda yenyewe moja kwa moja mpaka e, kwenye hatua ya kumuuza yule kuku. Kwa hivyo wamejifunza hatua zote hizo kwa njia ya vitendo, lakini pia tukaenda kwa wakulima wazoefu kwenda kupata uzoefu, wakulima wa hapa washirikiane uzoefu na, na, na, na hao wakulima wazoefu lakini vilevile vile tumeenda kwenye viwanda vya kuchakata vyakula vya mifugo kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo. Kwa hivyo mafunzo hayo yamekamatika leo, na tunashukuru tumepata mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Morogoro kuja kutufungia haya mafunzo. Mimi e, kwa jina naitwa Bena Tunguka Tisekwa ni mkurugenzi wa iCard ambayo ni taasisi ya kumwezesha Mwafrika kuweza kupunguza au kuondoa umaskini. ICAD ambayo ni shirika la kimataifa ambayo sasa hivi linashughulia katika nchi tatu: Kenya, Uganda na Tanzania. Ina wanachama ambao ni vyuo vikuu vyote vya umma katika nchi zote tatu. Sasa katika mkakati wetu wa kuweza kupunguza maskini, tunatumia uwezo au maarifa ambayo yanatokana na vyuo vikuu kuweza kuwafikia wahitaji. Katika mafunzo haya ambayo yana, yanakwisha yana leo ni kuhusu kuboresha ufugaji wa kuku kwa wasindikaji wadogo wa, wa, wafugaji wadogo wadogo. Kwa hiyo tuna mategemeo kwamba kwa, kwa, kwa, kwa bila, ni jukumu letu katika kupunguza umaskini tumechangia kuwezesha washiriki waweze kuwa wengi, ili waweze kupata maarifa na ujuzi wa kuweza kufuga na hatimaye kupunguza umaskini. Kwa hiyo wakiweza kufuga kwa ubora, ina maana kwamba watapata kuku ambao ni bora zaidi na kuweza kuuza na kuweza kujipatia kipato ambacho kwa namna nyingine itapunguza umaskini. Nia mojawapo ya, moja ya kushirikiana na chuo ni kwa sababu tunaamini kwamba wataalamu na maarifa na stadi zote ziko ndani ya vyuo, isipokuwa zinashindwa kuwafikia wahitaji. Kwa hiyo ICAD inakuwa ni kama daraja kati ya chuo na wahitaji na wa, katika mafunzo yaliyotangulia huko nyuma imeonyesha kabisa kwamba yamekuwa na manufaa ndani ya muda mfupi. Washiriki wafaidika wa, wa, wa wameonyesha kwamba wamepunguza umaskini. Wa, nipende tu kuwajulisha ndugu wafugaji, tasnia ya kuku ni tasnia uh, pana, kuanzia kuku mwenyewe, aina ya, ya kuku eh, mazao yanayotokana na kuku, nyororo wa thamani na vitu mbalimbali mbali. Lakini sisi tumeandaa mafunzo ya muda mfupi ili kumwezesha mtu mwenye nia ya kuingia katika uh, ufugaji wa kuku au kushiriki kwenye huo mnyororo wa thamani, achague ni mahali gani anaweza akashiriki ili kutengeneza uh, kipato na uh, kuongeza uh, uh, kipato ndani ya kaya, lakini vile vile kupata pesa na kumwezesha kuendesha ma maisha yake vizuri kwao. Tulitoa elimu ya kina kabisa kuhusu ujenzi wa mabanda bora ya kuku yanahitaji nini ili mfugaji apate tija. Lakini baada ya hapo, tukaona kwamba tupate eh, wasaa wa kuelimisha wafugaji wetu juu ya kulea vifaranga. Unaweza ukauliza kwa nini tumechagua uleaji wa vifaranga. Sisi kwetu tuna imani kama wataalamu, kifaranga ndio kuku wa baadaye wa nyama kama broiler vile, lakini kifaranga ndio tunatarajia atupe mayai siku zijazo lakini kifaranga tunategemea kuwe baadaye tage mayai kwa ajili ya kutotolesha, ili kuendeleza kuzalisha kuku wengine. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni la mwanzo, tukishafeli tusipokuwa na kifaranga, haya yote hatawezekana kuwa na mayai, kuwa na kuku wa nyama, kuwa na kuku wa kutotolesha wa kutaga mayai kwa ajili ya kutotolesha. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni nyeti na ndio ya mwanzo ambayo, ikishafeli na maana huo mnyororo wote wa thamani utashindikana, lakini vile vile ni sehemu ambayo inataka uangalifu wa hali ya juu. Uh, ndio maana tumeipa hiyo nafasi ndefu, kwa sababu kifaranga anakuja, unampokea siku ya kwanza akiwa hana kinga ya mwilini, lakini bado alikuwa hajajitegemea vizuri hasa waku, vyakura, kwa upande wa kutafuta vyakula na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anakutegemea wewe asilimia mia moja umpe mazingira yale ambayo angepewa na mama yake. Kwa mfano kuna jinsi ya ukuzaji wa vifaranga, kuna ule wa asili ambao vifaranga anaelewa na mama eh, yule kuku ambaye amewatotoresha, lakini ile tunafanya katika ile kiwango cha wazalishaji wadogo na kuku wawili watatu ndio anaweza kufanya hivi, lakini sasa hivi tunaenda mpaka mtu ana kuku mia mbili mia tatu. Kwa hiyo hawezi kutumia kuku uh, wale wa kulea. Kwa hiyo kuna njia mbadala ambayo tunatengeneza mazingira ambayo ni kama yale kuku mzazi ambao anampa kifaranga uh, yakijumuisha hali ya joto, chakula, maji, lakini kumkinga na eh, wadudu wabaya kama nyoka eh, vicheche, ndege wabaya ili mradi mpaka atakapochangamka apate nguvu na kujitegemea, lakini bado katika hali ya ufugaji wa kisasa wa kuku, hata akiwa mkubwa bado kuna mahitaji mengine ya muhimu atakutegemea wewe. Mimi ninaona umuhimu wa kushiriki haya mafunzo, kwa sababu tunakuwa tunafuga huko majumbani, tunafuga kwa mazoea, kwa kuangalia kwenye mitandao, kwa kuwatembelea wafugaji wenzetu, lakini unapokuja kupata elimu basi unajifunza na kubadilisha ile hali ya ufugaji uliokuwa ufugaji wa mazoea, sasa unaenda kwa ufugaji wa kutumia elimu kufuga ufugaji bora, tujue jinsi gani ya mabadiliko ya hali ya sasa na ya nyuma huko, ili tuweze kukimbizana na soko. Kwa hiyo nawaambia kwamba jamani, njooni kwenye mafunzo. Jamani, kuna kitu, unapofika kwenye mafunzo utoki bure ulivyokuja, sivyo unavyoondoka. Nimefika hapa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo cha Sokoine hapa mkoani Morogoro kwa lengo la kupata mafunzo ya ufugaji bora wa kuku, na nasema nilivyokuwa hapo awali tofauti na sasa, ina maana nimeweza kupata uelewa mpana zaidi, kwa tangu hatua ya namna ya uandaaji wa mabanda ya kuweza ku hifadhi ya vifaranga e, namna ya kupata vifaranga, kuvitambua vifaranga vilivyo bora, namna ya kuweza kuvilea, namna ya kuweza kuweka michanganyo ya ya dawa e, vitamins hizo, ili ziweze kuwasaidia kukua vizuri na salama zaidi.